Karibu. Wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma hapa nchini wameapa kutorejea darasani mpaka serikali iwajibike na kutekeleza makubaliano ya kuwalipa fedha wanazodai. Kupitia wasimamizi wa vyama vya wahadhiri na wafanyikazi wa vyuo vikuu, wahadhiri wanasema serikali imekuwa ikiweka ahadi na kuwapuuza kila mara wanapohitajika kutimiza ahadi hizo. Hali hii inaendelea kutatiza masomo katika vyuo vikuu vya umma. Mtusikizeni sisi kizeni viongozi wenu, simameni imara mukidai haki zenu. Haki ni yenu, katiba ni yetu. Wasimamizi wa vyuo vikuu, wacheni vitisho. Kama mnataka maongezi au majadiliano, tupo, jongeeni mbele, ketini kwenye meza, tuangaliani macho kwa macho, alafu tusemezane lakini kutuambia na kututisha na kufanya nini, hayatasaidia hayo yote bali. Mgomo swala nzima la mgomo ni kwa sababu sheria au mahakama ilipitisha ya kwamba hawa wafanyakazi walipe fedha zao, twasidai, walipeni fedha zao, mgomo utaisha. Moja imetimizwa, si hiyo? Mulikula sasa, munangoja 7.9 let them not entice you with 2.3 billion billion hovering a few coins of to lecture us like 2.3 you you think now that, that is enough we want 7, 7.9 thank you very much. Miaka miwili baada ya taifa kupokea kitita cha shilingi bilioni saba cha kukabiliana